wa ilani ya aa <tipia tipia> pia nikushukuru wewe binafsi jinsi ulivyofanya kazi ya kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Umemsaidia Mheshimiwa Rais kutekeleza miradi mbalimbali katika nyanja ya elimu, umeme, barabara, afya na miundo miundombinu mbalimbali. Lakini mwisho naomba katika shukurani hizo pamoja na utekelezaji wote wa miradi lakini kuna miradi ambayo inaendelea sasa hivi tumepata bilioni kumi na sita inajengwa barabara ya rangi kutoka njia panda Mwembe Utiri hadi Kigonsera ya hospitali katika wilaya yetu ya Mbinga. Mwaka jana tupata milioni mia tisa tumeanza ukarabati na ninaomba uishukuru serikali. Mwaka huu tumepata milioni moja kwa ajili ya kuendelea kufanya ukarabati, ujenzi wa stendi, ujenzi wa soko la kisasa na miradi mingine ya barabara. Na kwa namna hiyo, naomba nikushukuru sana wewe binafsi, kwa sababu unamsaidia Mheshimiwa Rais kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini wanambinga hawa walinituma, waliniambia kama Dkt Nchimbi kapita pamoja kwa na kwamba umeme umepelekwa vijiji vyote sabini na nane, lakini kuna changamoto ya kupooza umeme, kifaa cha kupooza umeme ili kuhakikisha kwamba kijengwe kituo kidogo, wananchi hawawezi kupata umeme wa kutosha. Lakini wale ndugu zetu wa Litembo walinipigia simu jana, walisema Dkt Nchimbi kapita hapa, lakini umkumbushe babu zake zamani walikuwa wanapita njia ya Litembo kuja Mbinga, walikuwa wanatembea kwa mguu. Kwa sababu yeye amepata madaraka na anaingia kwenye madaraka, ila barabara itengenezwe ile, iwe kumbukumbu ya babu zake. faraja kubwa kwanza ulipoteuliwa kwa katibu mkuu, lakini vile vile umeteuliwa kwa mgombea mwenza kwa nafasi ya makamu wa rais. Sisi tunafurahi sana na tunahakikisha kwamba tutaiunga mkono serikali kwenye utekelezaji wa ilani, lakini pia tutakuunga mkono na nikuwakilishie kwa jimbo la Mbinga pamoja na Mbinga vijijini. Naongea kwa niaba ya pacha wangu Benaya, tutahakikisha kwamba tutapoteza kura akunyumba onyesa mfano kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa hatujakuangusha, naiwonao tajiandaa tunahakikisha kwamba tutafanya vizuri, lakini tunaomba tufikishie salamu zetu kwa mheshimiwa rais kwamba Wanambinga hawana cha kusema, wanawatakia afya njema, lakini tunahakikisha kwamba tutafanya vizuri katika uchaguzi unaokuja.